Utekelezaji sasa kwa kundi la kwanza ikiwepo mji wa, wa, wa, wa Geita ulianza mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwa ile package ya kwanza ya barabara, na package hizi ambazo zinafuata nitazielezea kwa sababu ni package ya pili ambayo ndio tuna, tunaanza utekelezaji wake sasa. Lakini kwa package ile ya kwanza Mheshimiwa mgeni rasmi, Halmashauri ya Geita ilianza kutekeleza mradi huu kama nilivyokwisha kusema mwaka 2023 kwa mkataba wa jumla shilingi za Tanzania bilioni 22 milioni 232 794 na 212 ambapo jumla ya kilomita 17 za barabara zinajengwa. Barabara naweza nikazitaje kwa ufupi, kuna barabara ya Mkolani ambao wengi tunazifahamu, Mkolani Mwatulole yenye kilomita 5.9 lakini tuna barabara ya Nyankumbu kwenda Kivukoni na kilomita 3.9, barabara ya Nguzo Mbili Samandito kilomita 1.7, barabara ya ema mama kengele ma, ma, Mwabasabi ma, ambayo ina kilomita 3.2, lakini pia tuna barabara ya Mwatulole Mshinde eh, kwenda mpaka Twiga yenye eh, kilomita 2.3 pamoja sasa na ujenzi wa jengo la usimamizi wa uratibu wa huo mradi. Mheshimiwa Mheshimiwa mgeni rasmi kama alivyokwisha kusema, ni kwamba mkandarasi huyu ambaye anafanya kazi kwenye ile package ya kwanza anaita Sichuan, yeye alitakiwa kukamilisha kazi tarehe kumi na tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini ukiangalia progress yake mpaka sasa hivi yuko kwenye asilimia arobaini na tano ambayo kwa ukweli ni kwamba yuko nyuma sana. Lakini ofisi ya mkurugenzi TAMISEMI, na, na, na mshauri, mshauri, kwa kushauriana na TAMISEMI tuliongea na mshauri msimamizi, mshauri kwamba tuanzishe mchakato wa namna ya kumaliza huu mkataba kwa maana ya kufuata taratibu za kimkataba na tulipokamilisha tulituma haya maombi ya ushauri kutoka kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na bado tunasubiri hayo majibu. Tukisha yapata ya kutushauri namna ya kuendelea, tutafanya maamuzi ya kusimamisha huu mkataba, kwa sababu hakuna anachotudai mpaka sasa hivi, pesa zote anazodai amelipwa, lakini amekuwa na changamoto nafikiri ya ya kifedha. Nadhani pesa zikilipwa zinakwenda sehemu nyingine, fanya kazi sehemu nyingine, lakini ukweli ni kwamba wakati tunafanya tathmini ya kumpata huyu mkandarasi nyaraka zote alizozitoa zilionyesha kwamba ana uwezo wa kufanya kazi na ndio maana akapewa kazi. Kwa hiyo hii ambayo linafanyika sasa hivi ni, ni ku sisi tunaona ni kama ni kudharau halmashauri ya Geita, na ndio maana amekuwa akishindwa kufanya kazi kwa kama inavyotakiwa.